Uh, mimi wote ni watu wangu si. Nashukuru kwa kuwepo lakini pia ningependa tu tuweze kutambua uwepo wa wawakilishi wa Network of Sober Houses za Arusha na Tanzania yote kwa ujumla. Niseme nashukuru sana na nawashukuru wote kwa kuweza kujumuika na sisi jioni ya leo. Asante sana. Asante sana pia brother nitakuomba ukaribie kiti hapo. Eh, lakini leo lengo kubwa sisi kama jioni ya zamani, lengo letu kubwa hasa la kuja hapa ni kwa ajili ya kufundishana ama kwa ajili ya kupeana maarifa kuhusiana na swala zima la, la maendeleo. Wewe kama kijana unawezaje kuishi na kuhakikisha unaendelea, maanake maendeleo yako mengi: kidijitali, kiuchumi, kijamii na kadhalika. Lakini sisi leo tutakuwa tuko hapa na moja kati ya watu ambao watakuwa wanatuzungumzia kwenye maeneo hayo ni nyie vijana. Kwa sasa kama kuna yoyote labda angependa Kutuambia yeye, ana- anavyoelewa maendeleo tukisema maendeleo tunaongelea kitu gani? Yoyote labda mmoja angetusaidia tuanzie hapo, manake tunashirikishana maarifa yoyote. Maendeleo, karibu brother. Hi, na mimi naitwa Johnson, uh, nikita, nikitaka nisema nikita, kwamba kuhusu maendeleo maendeleo ni kuweza kuacha miadarati, kwa sababu miadarati ni ile hali ya kuweza kumfanya yule mtu aweze kutumia vilewesho. Kwa hiyo sasa, vile vilewesho vina vinakuwa vina vinatuathiri kwenye upande mmoja wa uchumi. Najikuta mimi kama Johnsoni nakuwa, nakuwa na ile hali ya kuwa na kwamba nashindwa kufanya kazi zangu na vile vile nakuwa natumia tu ili miadarati kwa, unakuta ni yani, inakuwa inanipotezea mimi muda wangu badala ya kuweza kufikiria vitu, vitu vya maana, najikuta nileta kufikiria kutumia tu miadarati kwa sababu huo ni ugonjwa wa akili. Na Sarenda for Freedom imekuja kutuletea njia mpya ya kuweza kuishi ili tuweze kuachana na ile hali ya kuweza kutumia miadarati na kuweza kuona njia mpya, kwa sababu maisha bila kutumia yanawezekana. Asante na... sawasawa, mm. Nafasi bado zipo uh, wakati huu dakika moja, kama utaweza kutumia, karibu. Habari za jioni, mabibi na mabwana, jina langu ni Magesa Marwa. Uh, maendeleo ni hatua moja kwenda hatua nyingine ambayo ni nzuri na bora zaidi. Asante. Asante sana e, amenirudisha shule kabisa, amenichapa definition moja nzuri kabisa e, kutoka sehemu moja kuelekea nyingine, lakini ukiwa unaenda mbele si ndio sa eh? e, kwa wakati huu nitatamani brother Morris utufungulie uwanja sasa, utuambie maana halisi ya maendeleo na vijana. Tuko hapa tunakusikiliza, karibu sana brother Morris. Kwanza tukubaliane kwamba hatuna maana moja ya maendeleo. Ni kweli si kweli? Yes, hatuna maana moja ya maendeleo. Maendeleo kwangu inaweza ikawa si maendeleo kwako na si maendeleo kwa mtu mwingine, ila kiufupi alichokieleza brother pale inaweza kawa ndio maana sahihi ya maendeleo ni nini. Ila maendeleo ni kutoka katika hali ya uduni kwenda katika hali ya ubora. Sindio, eh? Yes, yani kama ulikuwa unasafiri safari yako inakuchukua siku tano kufika kutoka point moja kwenda point mbili, ukatengeneza miundombinu ikakusaidia kutoka siku tano kwenda siku tatu kutoka point ile ile kwenda kwenye point ile ile, hayo ni maendeleo si ndio? Eh? Ya, kwa hiyo ubora ule wa kupunguzia siku za kusafiri kutoka point moja kwenda point nyingine kwa usafiri ule ule , lakini ukawa umepunguza muda unaotumia, au kutumia nguvu kubwa ya usafiri ukatumia nguvu rahisi kufika katika safari yako, hayo ni maendeleo si ndio eh? Yes, ilikuwa inatuchukua masaa saba kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, lakini leo hii kwa kutumia SGR tunatumia masaa mawili na nusu saa nyingine mpaka masaa mawili kamili Maendeleo si maendeleo? Yes. Na ilikuwa inatuchukua miezi sita kutoka Afrika kwenda Ulaya lakini leo inatuchukua masaa nane kutoka Afrika kwenda Ulaya. Maendeleo sio maendeleo, maendeleo? Yes. Kwa hiyo tunakubaliana kiufupi kwamba maendeleo ni advancement kutoka katika uduni kwenda kwenye ubora. Sijui kama nitakujibu moderator, lakini uh, for the mantic ya masomo letu la siku ya leo kilichotufanya tukutane hapa vijana tukielekea moja kwa moja katika mada yetu, tunataka tuongelee ufasaha wake wa vijana na maendeleo katika dunia ya kisasa, dunia ya usasa, si ndio eh? Yes. Dunia ya leo imekuwa tofauti kidogo na dunia ya zamani. Jioni ya Zamani kama jukwaa inakutanisha vijana wanaoishi katika ulimwengu wa leo wanao experience ujana ambao wazee wa zamani walishaipitia, si ndio eh? Sasa wale wazee wa zamani waliokisha kupitia ujana wanaweza wakatupa experience walioipitia katika u, ujana katika ulimwengu wa zamani, lakini katika ma, vi, kwa vijana ambao tupo leo tuna experience ujana katika dunia ya kisasa, tunataka tuone sasa hayo maendeleo yanakuaje na kupitia changamoto ambazo tunaziona katika maisha ya siku za leo au siku za kisasa ambazo tunazipitia katika maisha yetu. Tunaelewana eh? Yes. Sasa tuna changamoto kwa sisi vijana kuweza kuchukulia maisha tofauti na uhalisia jinsi ulivyo. Na ndio maana utakuta kijana wa siku ya leo anamaliza chuo au akiwa chuoni katika dakika za mwisho za kutoka chuo, ana ndoto za kwenda kwenye ajira na e, kwamba labda akitoka chuoni mwezi wa kumi anafanya graduation mwezi wa kumi na moja mwezi wa tatu mwaka unaofuata atapata ajira. Anaona kwamba ikifika mwezi wa nane mwaka huu atakao atakakua amepata ajira, atakuwa anaishi kwenye nyumba yake aliyokwisha ijenga yenye milioni yenye thamani ya milioni mia nane ni illusion sindio? Yes, anakuwa anafanya kama, anaona kama illusion fulani hivi, asijue kwamba kuna wazee ambao wamefanya kazi kwa miaka 30 lakini wanaishi kwenye nyumba ya milioni ishirini. Hana gari kini, saa nyingine anatembelea baiskeli au ana pikipiki tu. Kwa hiyo tunatakiwa kama vijana tuweze kujua kwamba Uh, maendeleo ni hatua kutoka moja kwenda nyingine ambayo pia ni process. Ni nini? Ni process. Kwa hiyo katika zile process tusirukeruke, tusi ruke zile process zikatuingiza katika hatari ambayo inatufanya tu katika anguko. Kwayo, kwa hiyo kwa kusema hivyo mc najua nitakuwa nimechokoza mada na tuna, tumepata picha ya nini ambacho leo tunakwenda kukijadili katika jukwaa hili la jioni ya zamani. Hapa surrender for freedom. And what? Surrender for freedom treatment house, ndio yes. Kwa hiyo wajumbe nawakaribisha katika kipindi hiki ili tuweze kuendelea sasa na mada karibu sana. Asante sana, asante uh, sana brother Morris, uh, sana, uh, sasa hivi nitapeleka maiki kwa mzee Muna na yeye kidogo atatuambia kwa upande wake katika dunia hii ya sasa au katika hali hii ya sasa, sisi kama vijana tunawezaje kuyaishi maisha na kuyafikia maendeleo? Karibu sana mzee Muna. Asante sana MC. Ah, wachangiaji waliotangulia wamechangia vizuri kwa habari ya maendeleo ah. Zamani kipindi cha vijana wa zamani ulikuwa ukishona suruali unahesabu kwamba un, umeendelea hata kuna vaka kaptula na kashati kamoja. Kwa hiyo ukijikuta umevaa suruali na t-shirt na shati unajisikia kwamba umeendelea, lakini hayo hayakuwa maendeleo halisi kama tunavyozungumzia maana ya maendeleo. Vijana wana wana changamoto ya maendeleo kulingana na maisha, lakini pamoja na mazingira wanaoishi vijana. Vijana wanapenda sana maendeleo, wanapenda sana ku, kupiga hatua, lakini wanakutana na kikwazo cha uchumi kulingana na mazingira, kulingana na hali halisi ya maisha wanayoishi lakini muda mwingi vijana wanajikuta wana, wana wapo kwenye makundi. Vijana wapo kwenye kwenye mihadarati, kwenye maeneo mbalimbali, wanachelewa maendeleo, wanachelewa mawazo ya maendeleo, mawazo ya kupiga hatua. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kwamba wakae na makundi ambayo yanahamasisha maendeleo ya kipindi cha nyuma, wazee, watu walifikiri kwamba kwenda kilabuni wanakwenda kupata mawazo ya kimaendeleo, lakini wanajikuta kwamba wana. wanapoteza muda na walistiki kwenye swala moja tu, sana sana kilimo, na kilimo kile akiwakufikisha wakufi, aki mbali sana. Kwa vijana wa sasa hivi, wanatakiwa wachangamke wa waamke, elimu yao iwasaidie kufikiri habari ya maendeleo binafsi, kwa sababu taifa pia linawahitaji linawa vijana kwa ajili ya kuleta maendeleo ya taifa. Wazee hawana tena nafasi ya kuweza kuhamasisha maendeleo. Vijana wapo tena wasomi, wanahitaji kuhamasisha maendeleo katika jamii, ili taifa liwe na maendeleo thabiti. Kwa niseme kwamba maendeleo ya taifa yanategemea sana vijana, ili taifa liweze kuendelea mbele. Jamii inategemea sana vijana, ili iweze kuendelea. Tunahitaji vijana ambao wana mwamko wa, wa kimaendeleo watumie elimu yao vizuri, ili jamii iweze kuendelea, ili taifa liweze kuendelea. Liseme tuna vijana wenye nguvu kuna usemo unaosema una kwamba vijana ni taifa la kesho, lakini mi niseme kwamba vijana watakuwa watakuwa taifa la leo na kesho, watakapotambua nafasi ya kuendelea. Vijana wakibaki katika makundi ambayo haya wahamasishi katika maendeleo, basi watabaki vijana wa kesho na si vijana wa leo. Maendeleo ya leo ya vijana yanahitaji ya ya vijana wale, vijana wa leo wayaendeleze maendeleo yanayokwenda mbele. Kwa hiyo vijana ni wahamasishe na ni watie moyo kwamba taifa hili ili liweze kuendelea ni vijana wanatakiwa. Wazee wa zamani wameshapita, sasa ni vijana wa leo ndio waliopo, ndio wanaotakiwa kuhamasisha maendeleo katika jamii na hata katika taifa, ili taifa letu liweze kwenda mbele. Tunazungumzia habari pia ya uchumi. Uchumi hauwezi kukua kama vijana hawana maendeleo. Kwa hiyo sasa tunapaswa tuna, tuna tu, tujiulize tufanye nini ili tuweze kuendelea, tuwe katika mazingira gani ili maendeleo yaweze kupatikana kwa nguvu zetu kwa juhudi zetu na hata pia akili na elimu tulizozipata kwa hiyo, kwa kuchokoza mada hii ya vijana maendeleo, niseme kwamba vijana tunatakiwa tuchangamke wakati huu, katika fikra zetu, katika mazingira tuliopo, elimu yetu na hata maisha yetu kwa ujumla. Asante msi ah, asante sana mzee Muna. Uh, kama ambavyo vijana mmesikia, wewe kila mtu ana maana yake halisi ya maendeleo. Uh, wakati Mwalimu Nyerere akiwa anavaa kaunda suti haikuwa mtindo tu eh, tulikuwa na hiyo changamoto pia, upatikanaji wa mavazi ulikuwa sio mwingi kama sasa hivi. Kwa hiyo maendeleo tunayashuhudia katika sekta mbalimbali.